Aliyekuwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua amemsuta Rais William Ruto kwa kusema kuwa atapigana na ulanguzi wa mihadarati nchini. Gachagua akimtaka rais kuachisha kazi mawaziri wawili katika serikali yake wanaoshutumiwa na ulanguzi. Aidha, amesema kuwa serikali yake haikumpa nafasi bora kupigana na mihadarati wakati alianzisha kampeni hiyo akiwa Naibu wa Rais, kutokana na onyo la Rais William Ruto kwa wauza wa mihadarati nchini, watu wa kuuza madawa ya kulevya Mtu anauza cocaine, mtu anauza heroin, watoto wetu wamekwisha. Tunabadilisha sheria, ilikuwa inasemekana kwa sheria ya zamani ati mtu kama huyo apigwe faini ya milioni moja. Sasa tunabadilisha, mtu kama huyo inakuwa capital punishment mtu kama huyo anaenda kunyongwa. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amemsuta akisema kuwa serikali yake ilimpea wakati mgumu, wakati ambao alianzisha vita dhidi ya madawa ya kulevya, wakati alikuwa ofisini kabla ya kung'atuliwa. Mtu hapa anajua nikiwa ofisi kama deputy president nilipigana na pombe nikamaliza, kweli ama uongo? Huyu kasongo akashikana na soprano na PS anaitwa Raymond Waka sabotage that program. And that program. program And was very simple. Ilikuwa ni kuweka hakikisha ile masaa ya kunywa pombe from 5 to 11 tukaweka. Number 2 tukafunga factory zote zilikuwa zinatengeneza pombe ya kuua watu, na ndio tukamaliza ulevi 70%, we were successful. Akakuja akasabaradisha that program. On top of that, akaenda kwa baraza la mawaziri akateua mawaziri wawili ambaye wanajulikana wanauza dawa za kulevya. Gachagua akisema kuwa kama Rais Ruto yuko na nia ya kupigana na madawa ya kulevya ni vyema kufuta mawaziri wawili walio katika serikali yake wanaoshutumiwa na ulanguzi wa mihadarati. Kwa ulete hiyo maneno kama uko serious. Those two ministers who are in your cabinet, kwanza futa hao kazi. Then we know you are serious, mambo ya kupigana na madawa I don't think you are serious. Hata polisi wanacheka wanasema, sasa hii maneno tunaambiwa tufanye kama cabinet. Wenye kuuza madawa ya kulevya wanaketi na rais kwa cabinet. Sisi tutapigana nayo namna gani? Na tangu hao mawaziri wawili wamerudi wamekuwa mawaziri, moja ni ya hapa centro, mwingine ni ya pwani, ndio madawa imeongezeka. So kama wewe William Ruto, you are serious? Kwa hii maneno ya kupigana na drug abuse? kumaliza mambo ya pombe. First sack the two drug barons who sit in your cabinet, then we can now start having a conversation that you are genuine. Aidha, Gachagua ameendelea kumtetea rais mstaafu Horo Kenyatta, akimwambia Rais Ruto kwamba akiendelea kuwatuma wanasiasa kumtusi Horo, itabidi wajitokeze kupambana naye, kwani lazima aheshimiwe. Kuna mtu nitakubali amwharibie Uhuru Kenyatta sifa yake. I will not allow it

Wewe utukane Uhuru Kenyatta, sisi tukujibu wewe mwenyewe. Why are you sending Junet? You you natuma wanga natuma ichungwa nani nani, si ujitokeze wewe kama ni mwanaume. Vilevile vile ametupilia mbali utendakazi wa serikali, ukiwemo ukosefu wa mipangilio katika mpito wa gredi ya kumi na ukosefu wa ufadhili wa masomo.